Karibu katika shule ya msingi ya Bokini iliyoko katika wadi ya Mwarakaya, eneo bunge la Kilifi Kusini, kaunti ya Kilifi. Unakaribishwa na wanakamati ya usimamizi wa shule, walimu na wanafunzi wa zamani wa shule hii. Ujionee mwenyewe ulivyo muundo msingi wa majengo ya shule hii. Kwa mjibu wa mzee wa mtaa wa eneo hili ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati kuu ya usalama vijijini wa eneo la Chonyi, madarasa yote yanavuja wakati wa mvua na kwa hali hii masomo yanavuja. Mimi shule yangu ambayo niliyasomea, maanake wakati huo ninasoma mimi huku kulikuwa hakuna skuli, nilisoma Kazinuni Primary School, na kutoka hapa mpaka Kazinuni ni mbali kidogo, lakini ilikuwa nawadimu kutoka nasari mpaka... mimi darasa langu tuliku ni ile system ya darasa la saba. Miaka ipi hiyo? Ah, ni kama sabini na kitu, ni kitambo sana. Nipomaliza nikaenda Godoma Secondary School. Nikamalizia huko. Sasa tueleze hisia zako kuhusiana na hali ilivyo katika shule hii na ungependa iwe vipi sasa? Uh, kwanza mimi vile ambavyo haya majengo yako, ninaomba katika serikali ya county au serikali kuu, kulingana na ma majengo haya tulionayo, ningeomba yaweze kutusaidia kwa sababu ahadi ambazo wanatupatia uh, bado hazijatimia haya majengo kama vile ambavyo mmeona yameporomoka juu pa. Kwa hivyo ninaomba uwezekanavyo, serikali ya kaunti na serikali kuu iweze kutusaidia ili ku, ku, ku, kufanya repair na kujenga hii majengo ili kunufaisha elimu ya watoto. Watoto wanapata wako katika hali gani ya masomo na inawaathiri vipi kimasomo? Uh, kusema ukweli kwa hali ya vile ilivyo hapa kuna shida masomo ya hapa ni kidogo. Wakati mimi nilipoanzia hii shule ilikuwa watoto ni wengi kabisa, lakini kwa sababu ya majengo na environment ya hapa mahali aa, masomo si mazuri vile kawaida, si mazuri vile. Karibu jionee mwenyewe hali ambayo ni ya kutamausha. Shule hii ilianza kutoka mwaka wa 1988 na ikasajiliwa rasmi 1999 na wazazi walichukua jukumu kabisa, kwamba ni lazima shule ipatikane na walipeana uwanja zaidi ya ekari kumi na mbili bure bila hata shilingi kuimaanisha kwamba walikuwa wanaipenda hii shule. Tulianzisha wenyewe tukajenga mijengo ambayo si ya kudumu, baadaye ikawa sasa imekuwa ngumu kusajiliwa, ikabidi tuombe msaada kutoka kwa mashirika ama wahisani. Tulizunguka sana, mwishowe tukapata shirika la Plan International, ambao ilibidi mimi mwenyewe nijitolee nifanye kazi ya kujitolea bure, lakini tupate majengo. Na wakati huo tulipata majengo ilikuwa ni 2004 tukapata majengo ya kuhesabu basi, ilipeza hiyo mpaka saa hii mabati yameisha. Wazazi ambao wanaishi katika hizi sehemu hawana hata ajira, ni wakulima tu wadogo wadogo ambao wanapata chakula cha kujikimu wao wenyewe, hawawezi hata kugharimia mambo ya shule, na tumejaribu kuangazia viongozi wetu wa kisiasa kama MCA wa bunge lakini imeonyesha misaada yao ni midogo sana, na hata tumefikia kiwango kwamba hii Bokini ni kama imesahulika. Na kwa hasira hizo basi tulikuwa tumeamua hata mwaka ujao wa 2027 tusipige kura kabisa kwa sababu hatujaona msaada wowote. Hivyo basi, tunaomba wahisani ambao wanasikia sauti hizi zetu za watu wa hapa waweze kujitokeza na wasaidie hii hali. Otherwise, hata mahali wa, wa, wa watoto kujisaidia hakuna. Walimu pia sehemu ya kujisaidia ni duni, hivyo basi imechangia hata magonjwa madogo madogo kama mambo ya kuharisha na nini. Imefikia kiwango watoto wa hapa mara nyingine wanatatizika, wanakuja shule mara saa tano saa sita mzazi anaitwa, njoo chukue mtoto wako kwa sababu mazingira ni machafu. Kila kitu ni kama kimeachwa. Kwa hivyo, ninaomba wahisani ambao wanasikia sauti hii tafadhali, wajitokeze waweze kusaidia hii hali la zaidi kabisa, wazazi wamejitolea wakatoa uwanja ekari kumi na mbili lakini, sasa hii imeanza hiyo shamba kuibwa, in such a way that mpaka mfereji ambao ulikuwa uko ndani ya shule imebidi imekuwa kwa barabara. Hivyo basi tungeomba pia kama, hata tuweza fanya, kupata fence, at least hata kama si uwanja wote, lakini kuzunguka hii mijengo ya, ya shule ingesaidia sana. Ni wakati wa likizo na watoto wako nyumbani, lakini kwa sababu wanaishi hapa karibu wako uwanjani wakifanya mazoezi ya mpira. Kwa mjibu wa mmoja wa walimu wao wanasubiriwa na hali ngumu ya kusoma mhula ujao. Hii hali ya majengo imeniathiri kiasi cha kuwa nahuzunika, hata wanafunzi wangu wakija hapa Januari kusoma, sijua watasomea wapi kwa sababu madarasa karibu yote yanavuja, so ningeomba tu msaada ni tapatikana mtu akusaidia, atusaidie, nitafurahi sana. Na hali hii ilianza lini haswa kuzorota ku kabisa? Kwa majengo kuzorota kwa majengo kulianza kama mwaka jana, hasa mwaka jana Januari ndio hii madarasa ya majengo ma, karibu yote yali katika katika, tukatafuta msaada tujengewe, lakini baada hatujapata so far mm. Na hii shule na kama wanafunzi wangapi ni ambao wana, wanasoma wana hapa wanafunzi walioko hapa ni kama mia mbili themanini na tatu kutoka grade 9 mpaka chekechea mm. na waathirika zaidi ni ni madarasa wa, gani? Waathirika ni kama ni wote kwa sababu kutoka grade 1 mpaka grade 9, tuseme grade 1 mpaka grade 8 hapo hakuna shida hasa, tukija grade 4 5 6 hapo hawezi wakasoma hapo madarasani yani kwa sababu madarasa yote yanavuja. Kufikia sasa. Yako kweli amesimama lakini wakati kunyesha yana shida. Mbunge alikuwa hapa last term akasema atakuja, akaja kaangalia, akaleta timu yake kaja kasave akasema wanaenda wanarudi lakini baada atuja waona. Je, ni kosa la nani wakati watu wanapokuwa hawasubiri tena kunyeshe wajue pavujapo? Wanapajua tayari na kwa miaka mingi wamekuwa wakisubiri viongozi wa huku wafanye ukarabati. Mimi ni kati ya wale vijana ambao tuko kwa wanaharakati ambao tunahamasisha jamii kwa ajili ya tupate maendeleo ya, ya shule, mabarabara na mahospitali. Ndo maana tumekuja pamoja kuhakikisha zoezi hili, tunahamasisha jamii ili tuweze sote tupate maendeleo kwa ajili ya vizazi vyetu vijazo, kwa sababu hii ndo maana tumeungana kama vijana kutoka Kilifi South ambazo zimeshikisha wodi zote tano za Kilifi ili tuweze kuhamasishana kwa ajili ya tupate maendeleo haya ili tuweze na jamii zetu waweze kupata kile walichokipanda wakati wa kupiga kura. Ah, hali basi ni kama hizi zinahitaji ukarabati ili watoto waendelee kuadamia mafunzo bila kuwa na wasiwasi wa kuvujiwa vujiwa. Nikiripotia Coco FM kutoka Bokini, Mwarakaya, Chonyi, mimi ni Lolani Kalu. Coco FM, Ladha ya Pwani.